Kulikuwa na mchanganyiko wa furaha na uzuri. Jamaa yake baba ilifurahia kuona sisi watoto wa ndugu yao, lakini taswira ya mama akiwa ameibeba maiti ya ndugu yetu mkadhini iliwatia wasiwasi. Huenda jamaa hiyo ya baba ilishtuliwa kweli na kifo cha mnuna wetu, lakini kufikia wakati ule mama alikuwa kapoa, katulizana na kuashiria ujasiri wa ajabu. Alikuwa amerejelea hali ya kawaida ya nafsi yake. Hakuwa yule mama ambaye muda mfupi aliyopita alikuwa analia huku ameandamana na wanawe walioanguka mara kwa mara kwenye deluji. Niliona mchanganyiko wa chuki, ujasiri na nia ndani ya nafsi ya mama. Nilihisi kuwa hii ndiyo sifa ya mama niliyojionia. Mama alikuwa anatarajia lawama la wama hili, kama angemheshimu mumeo na wazazi wake, yule mtoto asingefariki. Alijua pia kuwa walijali utamaduni na heshima ya ukoo wa Pendo zaidi kuliko hali iliyosababisha uamuzi wake wa kuja kwao. Alifahamu kuwa alihitaji kuwa makini sana, la sivyo wangemkumbusha kuwa ndugu yao kumwoa kutoka Swaziland kuwaulia watoto, alionewa pale kuwatengeneza watoto ili kuendeleza familia ile. Hadhari ya mgwazi iliyowabida kutokana na kifo cha mkadini ilikuwa imepungua makali na mipango kuhusu mazishi ilikuwa imekamilika pia, lakini mama alikuwa bado na maswali ya kujibu. Kama alivyotarajia, jamaa yote ilikuwa, ilikuwa imekusanyika pale nyumbani na kila mmoja alikuwa na hamu ya kusikiliza. Walikaa tuli. Ukimya uliotawala uliweza kumidhilishwa na ule unaotarajiwa katika mahakama zao za kijijini wakati kuna kesi nzito ya kuamuliwa. Ina maana kwamba kuomba kwa ruhusa ya kuja huku kutoka kwa mmeo au wake zako? Mateba alimuuliza mama kwa upole. Mateba alikuwa kaka mkubwa wa babangu. Ndio, kwa maana hata kama ningefanya hivyo wasingenikubalia, alijibu mama kwa utulivu na unafikiri unatoa mfano gani kwa wake wengine waliolewa katika familia ya Bendo? Matemba aliendelea. Mama hakujibu. Sema, alikemea Matemba, sauti yake ikisindikizwa na minongono kutoka kwa kundi la wanaume lililokuwa pale. Sema, alirudia Matemba kwa sauti ya juu zaidi. Mama alimlemba Matemba usoni sawasawa na kusema ninawataka wanawake waelewe kuwa waume wanaposhindwa kutekeleza wajibu wao kama viongozi katika familia kiasi kwamba watoto wao wanakufa njaa, hawafai kukaa tu bila kuchukua hatua zozote, wakitegemea msaada kutoka mbinguni. Nimewaleta watoto wangu kweli, kwa miezi yao miwili, ili waweze kupata chakula huku nikitafuta ajira. Hilo pia bila ruhusa hiyo? Mama alijibu kwa ujasiri kwa mara nyingine kulikuwa na minong'ono miongoni mwa wanaume na mara hii ilitoka kwa sauti ya juu na ya kutisha. Nilikumbuka kesi moja iliyokuwa imefanyika miaka miwili iliyopita kijijini Habelo na ambapo mwanamke mmoja alikuwa amemwambia mumewe waziwazi kuwa wazi alikuwa mzembe. Katika kila pembe ya kijiji yalikusanyika makundi ya wanaume wakilalamika na kulaani. Matusi yaliyoje! Mwanamke anamwambia mumewe kuwa ni mzembe. Mwishoni mwa wiki ile mwanamke yule alitoweka kijijini. Mumewe alikuwa amemwadhibu vikali kwa kosa lile. Hakuna aliyejua kama alikuwa amepelekwa hospitalini au alikuwa ameamua kurudi kwa wazazi wake, kama dalile mwanamke anayemkimbia mumewe na kurudi kwa wazazi wake, au alikuwa amejiunga na wanawake wengine walioasi ndoa zao na kuishia kubagaza ukumbili hali imebadilika siku hizi, kwa kuwa wake wanakubaliwa kudai talaka kutoka kwa waume zao. Kulikuwa na tetesi kote kijijini, mpaka siku chache baadaye, wakati mbwa walipofukua kutoka kondeni mwake mwili wa mkewe uliokuwa umeshaanza kuoza. Kimya, Mazeba aliamrisha, gando na minong'ono. Wanaume katika nyumba ile walikuwa hawatulii, walihisi kuwa mama alikuwa amewatusi na bila shaka kuna wale waliozamani wangekuwa na nafasi wasingechelea kumtia mikononi na kumrudi vilivyo. Baadhi yao walimkazia macho ya chuki na kisasi. Lazima arudi kwao Swaziland, sauti ya jamaa fulani ilianikiza. Kimya, Matenga aliamuru kwa sauti ambayo ingemwogofya simba. Ulikuwa na harufu ya kitunguu kutoka kwa nyumba jirani. Chungo langu liliguruma na mate kunidondoka nilitamani chakula kile kiwe tayari kwa haraka zaidi ili tukile. Ingawa tulikuwa tumepata joto kutokana na moto kule ndani, matumbo yetu yalizidi kukeketwa na makali ya njaa. Nilishangaa kama tungeweza kula katika hali ile ya zogo kati ya jamaa ya baba na mama yangu. Mama kazini. Kundi la ndege lilipita huko nje, karibu na dirisha la nyumba ile, huku wakiimba kiimba nyimbo za mama ukuwa na deruji tena mle ndani kimya cha ajabu kilitawala, kimya cha kumpa mama nafasi ya kujitetea. Mnahitaji niwakumbushe kuwa mimi ni raia halali wa Lesotho kupitia kwa ndoa? Sina nia yoyote ya kurudi Swaziland, wala hakuna yeyote anayeweza kunilazimisha kurudi Swaziland, hata huyo mume wangu. Huyu mwanamke anasoma Biblia kweli? Atajifunza nini kutuheshimu? Jamaa fulani aliyekuwa ameketi karibu na mlango aliuliza kwa sauti kulikuwa na sauti nyingine za kumuunga mkono. Ndiyo, anaiheshimu Bibilia? Anatuheshimu kweli? Swali hili lilielekezwa kwa mama kupitia kwa Matera. Ndiyo, naijua Bibilia, alijibu mama. Inasema kuwa wanawake wanapaswa kuwa wanyenyekevu, wanaamrishwa kutii kama inavyosema sheria. Sheria za kijamii zinamchukulia mwanamke kama mtoto anayetarajiwa kuwa chini ya uelekezi na utunzaji wa mwanamume wanawake wanachukuliwa kuwa watu dhaifu na wenye utambuzi finyu. Wanalazimika kuomba ruhusa ya kufanya hata mambo madogo kama vile kuwatembelea marafiki na wazazi wao, kutafuta ajira, kujiendeleza kimasomo, kutafuta ufadhili au mikopo. Kila kitu mama aliwaambia waziwazi na kwa sauti imara. Sauti yake ilipenya masikio kwa udhabiti wa ajabu, iliakisi ujasiri, nia ya nafsi na unyenyekevu kila mtu alisikiliza kwa makini. Kimya kilitawala nyumbani mle pana kwamba wote walikuwa wamekatwa nini. Mama aliendelea. Hakuna aliyemtatawiza, ila hizi zinatengenezwa na serikali, chama cha taifa cha Basutoland, ambayo kila mara inajigamba kwamba imechaguliwa na wanawake. Kwa kuwa wanaume wengi wao wako mbali huko Afrika Kusini wakifanya kazi migodini, wanashabikia chama cha BCP, Basutoland Congress Party jamii na serikali zinatunyima sisi wanawake uhuru. Wanawake wanalazimika kuomba ruhusa kwa kila jambo wanalohitaji kufanya ili kuboresha maisha yao. Kabla sijafa nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuyaboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Kila mtu ndani ya nyumba ile alimtazama mama kwa mshangao, vinywa wazi, macho yameyakondoa. Lazima alikuwa amesema mengi ya kuwafikirisha. Wanaume walijishushia kunzi wakashindwa kusema lolote. Mmoja baada ya mwingine walianza kutoka nje kimya kimya. Mtu wa mwisho kuondoka alikuwa Matemba, ambaye alisema kwa sauti ya mkataa, wanaume husuluhisha matatizo ya kifamilia kwa namna bora wakiwa kwenye kra. Tutarudi hivi kule kutoa uamuzi wetu kuhusu swala hili. Alitoka na kufunga mlango kwa kishindo. Kwa bahati nzuri, kule nje theluji ilikuwa imepungua ingawa bado kulikuwa na baridi kali, niliwasikia ng'ombe wa kiroroma kwenye ka. Bila shaka wajiani, watunzaji wao walikuwa wanakuja kuwapeleka mafungani. Punde tu walipoondoka, tuliletewa chakula tukaanza kula. Hilo ndilo jambo alilotuletea Makongeni mama. Chakula chenyewe kilikuwa kitamu, kilitokana na papa papa sane, mboga za mituni zilizoweza kusailili magari ya kipwekwe, na nyama ya kondoo kwa miaka miwili nilikuwa sijapata kula nyama. Ladha ya kitunguu pia ilifurahisha. Nilikuwa nimeshaelezwa kuwa jina langu la kupanga Richman nilitokana na mzee mmoja wa familia ya Belo aliyeishi Makongeni miaka ya elfu moja mia nane hamsini, aliyefunga kondoo wengi. Sasa nikiwa na nyama ya kondoo sahanini mwangu, niliona kuwa jina lile kweli limeniafiki. Kulikuwa na hisia tofauti tofauti kuhusu aliyokuwa amewaambia mama wale waume Kina mama wazee walihisi kuwa hakufaa kuwazungumzia hivyo waume wale wa familia na kuwa alistahili kuwaomba msamaha watakaporudi kutoka kwenye kra, na nao wanawake wa umri wa makamo walihisi kuwa hatimaye mama alikuwa amesema ukweli uliostahili kunenwa. Waliamini kuwa hatimaye uliwadia wakati wao wa kusimama kidete katika mambo yaliyohusu maisha yao, ingawa waume zao walikinda kukiri hili. Mzigo mkubwa wa kiuchumi ulitishia kuwashinda kuubeba peke yao. Walihitaji kushuka matao ya chini na kuukabili uhalisia wa mambo. Mama alikubaliana na wanawake wale wa umri wa makamo. Mbegu aliyokuwa anapanda ilianza kuota mizizi. Mmoja baada ya mwingine katika mstari wanaume walirejea mle nyumbani. Kiza kiliwafanya kuonekana kama vivuli virefu. Kimya chao kilinitisha. Waliketi kwenye viti mmoja baada ya mwingine, nao wanawake waliendelea kuketi sakafuni. Kwa mara nyingine, matwemba alitoa jukumu la kuongoza kikao kile. Punde palikuwa na kimya cha kuogofya ndani ya nyumba. Wale ambao hawakuwa wamemaliza kula walilazimika kusitisha ulaji wao mara moja. Taharuki ilitanda kote nyumbani. Kila mtu alifahamu kuwa maamuzi yaliyofanywa kwenye klani yalikuwa hayawezi kubatilishwa. Ama kwa kweli maamuzi haya yalichukuliwa kuwa matakatifu, kwa maana waume walitakaswa viongozi wa familia na Mwenyezi Mungu. Mwanaume wa mwisho kuingia mle nyumbani alikuwa amebeba kifurushi kilichofungwa na kitambaa cheupe. Alimweka mzigo huo karibu na mamangu. Mzigo huo ulikuwa maiti ya mkadhini ndugu yetu aliyefariki dunia. Kila mtu alikuwa kimya. Matemba alianza kusema kwa sauti kubwa ya kutisha mimi, Matemba, kakake mkubwa mmeo, pamoja na jamaa wengine wa familia hii tumeona kuwa wewe mama Kazili unakuja hapa kumkosea heshima, kando na kuwapotosha wake wengine walioolewa katika familia ya Belo hapa Makongeni. Kama wanakukubalia hayo huko Mabeloni, sawa, lakini sisi hatuwezi kuyakubali hapa. Hivyo basi, tumeamua kwa sababu ya hali ya anga, tutakubali watoto wako kukaa hapa kwa wiki moja au mbili, hadi itakapokuwa afadhali tutawarudisha kwako, huko Habelo. Hatutakubaliana na mtarudisha mmeo Moshe, ndugu yetu, kwa kuwatawanya watoto wake kwa kisingizio cha kutafuta kazi pasi na kibali kutoka kwa yeyote. Kama tutakubalia na mtarudisha mmeo hata wake zetu hapa watatudharau. Hatuwezi kuruhusu jambo lolote linaloelekea kuivunja familia ya Bello. Wale miongoni mwetu wasiobahatika kupata kazi huko mikodini, wana wajibu wa kuhakikisha kuwa familia yetu haisambaratiki. Kesho asubuhi, wengine wetu tutaandamana nawe mpaka Bello, ili tukusaidie kumzika mtoto. Utabeba maiti ya mtoto huyo mgongoni mwako kama ulivyoibeba kuileta hapa. Nimesema kule tu. Baada ya kauli ya Mateba, watu walifumukana, kila mmoja tayari kuanza safari ya kurudi kwake. Mateba na wanaume wenzake walikuwa wamejaribu sana kuzilinda tamaduni na desturi pamoja na kuisimamisha familia ya Belo. Hata hivyo, walikabiliwa na changamoto nyingine, uamuzi waliofanya kwenye kala au kumrithisha. Mama alisimama akaanza kuongea. Wale ambao tayari walikuwa wameanza kuondoka walilazimika kusita na kusikiliza. Ni kweli umesema, lakini mimi nimemaanisha kila neno nililokwambia wewe na kila mtu. Ni wajibu wetu sisi wanawake kuyatetea maisha yetu na yale ya watoto wetu. Nitarudi nyumbani nyumbani, nifanye bidii ili kuwakimu na kujikimu mwenyewe, mama alisema kwa sauti na toni ambayo ilikuwa nimeisikia saa chache zilizopita, tulipokuwa tunapambana kuipanda milima ya Maloti. Hakumaliza kusema yote aliyokuwa moyoni, kwa sababu alianguka kwa kishindo kama alivyofanya mara ya mwisho pale njiani akiwa na mtoto wake mgongoni. Lakini mara hii alimlaani baba kama alivyofanya alipoanguka njiani. Mara hii ilikuwa anguko kubwa lililofuatiwa na kimya. Mwili wake ulijipindapinda pale chini karibu na maiti ya Mkathini. Mimi na dadangu tuliangua kilio gafla, tuliogopa kuwa mama naye alikuwa amefariki alituachia ulimwengu huu katili usiojali. Haraka haraka tulichukuliwa na kupelekwa kwenye ile nyumba nyingine kwa kusababisha kelele zisizofaa na kuwasumbua watu wazima waliokuwa mle. Walikuwa wanamwambia mama maji kichwani ili kumwamsha. Nilikumbuka matukio ya siku ile na yote aliyokuwa amesema mama. Wakati mmoja alikuwa amesema kabla sijafa nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuyaboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Nilishangaa kama jambo hilo lingewezekana. Mwishoni mwa mwaka huo, mamangu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Bila idhini ya baba wala wazazi wa mume wake, kutokana na mshahara wake mdogo, alitupeleka shuleni tena, pasi na kibali kutoka kwa yoyote, na kuanzia wakati huo tulipata chakula kila siku. Tutaendelea kwa hivyo kutoka pale.